ano kati ya waziri mkuu wa zamani Raila Odinga na rais William Ruto ambapo wameazimia kushirikiana ili kuboresha utendakazi wa serikali yamezua maoni kinzani kati ya Wakenya, wengi wakionyesha kutoridhishwa na ushirikiano huo. Hata hivyo, maridhiano hayo yameungwa mkono na wengi kutoka ukanda wa Nyanza anakotoka Odinga. Hebu sasa tuyasikize maoni ya Wakenya kutoka maeneo mbalimbali. Raila na Ruto washikane pamoja, watembee wakienda Amerika pamoja ndiyo watengeneze hii maneno ya dawa ya HIV na hii dawa ya nini na hii dawa ya malaria zirudi, wasaidie watu wa Afrika. Mambo ya handshake naunga mkono kama mkaaji wa Kisumu, kama support wa Raila Odinga, siwezi pinga, kwa maana kuanzia kitambo tulikuwa tunaruza mawe mpaka wakatupatia jina ati wajaluo na kasi yao ni kuruza mawe. Tumeanza, tumeacha kuruza mawe. Sasa hizi tunataka development. Raila akiingia kwa hii serikali, atengeneze hii serikali wananchi wapate chakula wananchi wapate pesa kwa mfuko, watoto waende shule. I want to congratulate President William Ruto for being magnanimous and Prime Minister Raila Odinga for also walking the talk in this journey towards a better Kenya. What this does is to create an enabling environment for every sector where economy to thrive. Tuko na furahi kabisa baba. Tumekukaribisha hapa Homa Bay na president kujeni haraka, na tumekaribisha hawa President William Samoei Ruto aingie Homa Bay na akae tena, akae tena, akae kabisa. The issues that we have, right now is not the issues for the parties. It is the issues for the common wananchi. And these leaders have, have never been focusing on the real issues of wananchi like the case of Sha Raila ni mwanasiasa mkongwe mm. na hesabu yake yenye amepiga, usipuuza maneno ya Raila mm. kwa sababu wakati William Ruto alichukua kura alisema Raila awezi ungana naye na ye, na mm. na kwa saa hizi yeye ndiye anatafuta Raila mm. kwa kusema kweli ametafuta Raila paka Raila amemsaidia, mm. kwa saa hii wacha asaidie Ruto hapo mbele, atujue atasema nini. Hii mpango ilikuwa imepagwa, sasa so ina, inarudi siasa ya, ya zamani hii sasa hii, hao walikuwa wa, wa wamepanga watachikana hivyo. Kwa hivyo siasa, siasa itajipanga. Unajua siasa, siasa kuna marafiki, hakuna andui wa kudumu. Ikifika hii miaka tatu ambayo imebaki itajipanga italeta, italeta kitu kingine. Hiyo ni kama drama tu, lakini hii drama itaisha kwa sababu sisi tunagojea gari na gari iko tayari. Sisi tunagojea tu kachagu tuambie vile mahali tunaelekea, na huu moja ambao umekuja eh, ni vizuri sana tuseme. Pia usiguze naibu wa rais kwa njia yote yule. Sisi tunataka Profesa Kithure Kindiki aendelee kuwa naibu wa rais, if that the way, hakuna haja ya kuwa tunafanya election kama election takuwa tunapiga anti shake asek haina maana. Wacha mba 2027 ikifikia, wacha viongozi wake tu chini aseme huyu ndiye yako pande hii, mwingine yako pande hii, wapige anti shake. mimi tu, tu, tu, nasikia miinasiia kabisa, ninataka na, na, ni kuuliza wa Kenya the time is up We better even go for elections before 2027. Tuende katika hali ambayo ya kutusaidia, ndio Mkenya atioka yeye mwenyewe.